Habari Chami, <laughs> shika habari zako, maana za kwangu zitakushinda. Asante ah, kwa majibu mazuri Chami. Natambua uliniacha kwa ajili ya umaskini wangu, ila isiwe sababu ya wewe kuuza mwili wako kwa ajili ya kupata pesa, Chami. Toka umeanza kufanya kazi za kuuza mwili wako sijaona faida yote uliokuwa nayo Naomba nikushauri kitu kimoja chami, kuna kazi nyingi za kufanya mjini hapa eh? kuna wenzio wanafanya kazi kwa mamantilie huko, wengine unauza karanga eh? wewe unakuja kuuza mwili wako kisa upate pesa. Mimi singependa iwe hivyo, hata kama tumeachana. Unaweza kusetu na kufanya maisha mengine, sio kujiuza chami. Unajizalilisha, unawazalilisha wazazi wako, unaizalilisha Tanzania eti <totohi> kuuza mwili. Hii ndo kazi yangu nilileta mjini, nalipa kodi, mambo ya iPhone na hapa kwenye sio. Nimetoka nimetoka kufanya hiyo hiyo kazi unaosema sijui haina faida yoyote. Umeona hivi, hela kwa mimi sina shida ndogo ndogo hivi Unadhani eti si, unaniambia eti niache hii kazi, unachoki na mimi nije kuwa chokora kama wewe? Unarandaranda mtaani huna hiki wala kile, ueleweki, haujulikani mbele wapi nyuma wapi, akhera akhera, upo hata duniani unatafutwa, wewe mtu gani? Hmm. Mimi hii kazi siwezi kuiacha, ishia niingia kwenye damu, siwezi kuiacha yacha, kama, na sito iacha kamwe mpaka naingia kaburini, na hii kazi mimi ndio inaniweka mjini, inanilipia kodi, inanilisha, inanivesha, na hii kazi ndio imenisaidia mpaka nimepata hii iPhone. Wewe si una nini cha kunishawishi labda nikaacha hii kazi nikaja kufanya kazi naofanya wewe, sijui kuuza mantili, sijui kuuza karanga. Wewe ni chokora, utaendelea kuwa chini yangu ah, chami. natambua sasa hivi sina kauli kwako, ila hii ni dunia na katu wasisikia la mkuu uvunjika guu. Mimi nimemaliza. Umenibadilishia jina, nimekuwa mzazi, umenipa heshima. nakupenda sana na nakuombea uwe na maisha.